Mjumbe wa kamati ya maonyesho haya ya wa kazi Afrika Mashariki, ambapo ni mwenyekiti wa Zafiso Zanzibar. Sasa hapa nimekuja pamoja na nafasi yangu hiyo, ninamwakilisha mwenyekiti wa siso Afrika Mashariki Mzee mzerea. Kidogo nilikuwa naomba kutoa historia ya maonyesho haya, niruhusu ruhusu, maonyesho haya yaliyopita kwa miaka ishirini na tano yalianza mara tu baada ya kuja uu mfumo wa Afrika Mashariki wa sasa hivi wa mara ya pili, sio elfu mbili na alfu mbili kitu kama hivi nafikiri. Yameendelea hapo kupokelezana kila nchi na kila nchi, na baadhi nzuri Wazanzibari Watanzania akishiriki wa wakiwemo hawa wenzetu wenye mahitaji maalum kama kinasheh Abdul na Amis, lakini sio wao peke yao. Kabla ya wao kuna mmoja mzee ao uwezo mdogo wa kuona alikuwa kitokea ndani Kisarawe, fundi Jerahani. Yule mzee katika maonyesho alikuwa anavutia watu. Kusema ukweli, mzee ni sameheni, haoni wanajifanya tu, kwa sababu anakwenda na kupima shati linapotokea kama mezaliwa nalo, watu wakawa wanashangaa. Kwa hiyo Abdul, hongereni sana. Lakini Abdul, sio mara ya mwanzo hii kupata sifa hizi vieti. Kuna maonyesho kama takumbuka, ya Kampala alikuwa kivutio. Vyombo yeah, vikubwa vya Ujerumani ni tuende BBC kila wakati wanapoenda sema, mm, eh bwana, nisi unatudanganya kweli, nimeshona unini wenyewe, madomati yale yalikuwa yanavutia. Lakini kwa nini msingi huu? Msingi huu kwa sababu ya kuandaliwa. Wameandaliwa na taasisi, wakakubali, wamefunzwa mpaka hapo walipofikia. Mimi naomba sana kuendelee kuwatunza na kuendeleza watu hawa, na sisi pale tutahitaji hilo. Lakini nimeambiwa siso, kwa nini siso au nini siso? Siso tulikuwa tunasema ni Confederation of Informal Sector Organization East Africa, ni jumuiya ya wajasiriamali sio wasio rasmi. Lakini sasa tukakaa hapo katikati mkoni mwaka 2000 na ngapi, tukao Rwanda, tukasema no, mtoto huzaliwa kukua sitendelea hapa, sisi wakali. Kwa nini lazima tuwe badilike, tukuwe? Sasa hivi tunaitwa East African Micro Small and Micro Entrepreneurs Organization, hii kwa sababu tumeshakuwa sasa, tuko wajasiriamali wakati na micro ushindo wadogo wala nini eh, informal sector imeshaondoka huko tunakoelekea, tupate mitaji ya kutosha na tumetoa wajasiriamali wadogo wa kwa wakubwa sasa. Hizi ukienda kwenye maonyesho unayaona hivyo yalivyo. Kwa hiyo labda nisichukue muda mwingi sana, mali kwa salamu za Afrika Mashariki. Hizi salamu za Afrika Mashariki kwa niaba ya Imamu aliyeniagiza kwa hapo, naomba tuzipokee kama zilivyo, tunaenda shughuli. Na hongera sana Sheikh Abdul. Asante sana wanawake na vijana kupitia East Africa He, labda nitakuwa ni sina mengi, ni kujitambulisha pia ni kuwapongeza taasisi hii ya ZANAB kwa ushirikiano wao kwa pamoja, kuweza kuwafanyia kitu kama hichi, ili kuweza kuwapa moyo wale washiriki ambao wameshiriki yale maonyesho kurudi na tunzo, na pia wao kuwapokea kwa kuwapokea tuseme, kwa ufanisi zaidi, kwa sababu pia wanawapa moyo, ili hata na wengine ambao watakuwa na moyo wa kushiriki haya maonyesho, ili kujua kumbe kuna faida ambazo zinapatikana mbali ya kutafuta masoko, lakini kuna vitu vingine ambavyo utarudi navyo wewe mwenyewe vitakuwekea kama ni kumbukumbu kumbu katika ushiriki wako huu wa maonyesho. Nadhani nijitambulishe tu, ndio fursa aliyopewa. Asante sana.